Hujambo na ni kukaribishe kuifuatilia Dems Media kwa mara nyingine, katika taarifa ya habari ya leo Ijumaa tarehe 6 Juni 2025 tunaangazia huko katika nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, katika hatua ya kipekee na yenye uzito wa kisiasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo Feliks Anton Chisekedi amekutana na mpinzani wake mkuu Martin Fayulu katika kasili la taifa mjini Kinshasa. Mkutano huo umekuja wakati ambapo hali ya usalama mashariki mwa nchi inazidi kuwa mbaya kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa waasi wa M23 na muungano wa AFC, hali inayozua hofu ya hatari ya kugawanyika kwa taifa. Rais Tshisekedi alimkaribisha Martin Fayulu kwa moyo wa wazi na kusisitiza haja ya kufanya mazungumzo ya dhati kwa ajili ya maslahi ya taifa. Kwa upande wake, Fayulu alieleza kuwa lengo lake si kupata nafasi ya madaraka, bali kutafuta njia ya kuinusuru taifa na kurejesha mshikamano wa kitaifa. Alisitiza umuhimu wa kuunda kile alichokiita Kambi ya wazalendo kwa ajili ya kulinda ardhi ya Kongo akisisitiza kuwa huu ni wakati wa kuunganisha nguvu badala ya kushindana kisiasa. Katika mazungumzo yaliyodumu kwa karibu saa mbili, viongozi hao wawili walijadili umuhimu wa kuwepo kwa mazungumzo ya kijamii yatakayoshirikisha makundi mbalimbali yakiwemo makanisa, kwa ajili ya kupatanisha mkataba wa pamoja wa kijamii ambao unaweza kuwa msingi wa maridhiano mapya ya kitaifa. Rais Tshisekedi aliahidi kushughulikia pendekezo hilo kwa haraka, ingawa suala la kushirikiana ndani ya serikali hali kugusiwa moja kwa moja. Mjadala kuhusu uwezekano wa Martin Fayulu kushika nafasi ya waziri mkuu umeanza kushika kasi miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa kisiasa. Hata hivyo, Fayulu ameweka wa wazi kuwa maslahi yake makuu kwa sasa ni kurejeshwaji wa mamlaka kamili ya nchi na kuimarisha usalama wa wananchi. Mkutano huu unakuja katika wakati ambapo mapambano baina ya jeshi la taifa na makundi ya wahasi mashariki mwa nchi yamezidi kushamiri. Tayari kumekuwepo na tahadhari kuwa hatari ya kugawanyika kwa taifa si tena wazo, bali ni tishio halisi. Katika mazingira haya, hatua ya viongozi hao wawili kukutana inatafsiriwa kuwa kama dalili ya ukomavu wa kisiasa na uzalendo wakati na uzalendo wa kweli kwa ajili ya mstakabali wa taifa. Kwa mara ya kwanza baada ya uchaguzi wa mwaka 2023, wanasiasa wawili waliowahi kuwa wahasimu wakuu wameamua kuweka tofauti zao kando na kuzungumza kwa pamoja kwa lengo la kuokoa nchi yao. Wengi wanaona kuwa huu ni mwanzo wa ukurasa mpya katika historia ya kisiasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Dems Media na nikukaribishe kwa mara nyingine tena kuja kutufuatilia na kufuatilia taarifa zetu za kisiasa, burudani lakini pia na michezo. Nikuombe subscribe lakini pia usahau kusambaza na wengine taarifa hii ya habari. Asante na tukutane kwa mara nyingine kuna kwa majaliwa. Bye bye.